Vipimo vimezingatiwa, linanyooshwa vizuri na usimamizi ni mkali kabisa. A, nafanya kazi kwa umakini wa hali ya juu. Sasa ambacho tunakifanya hapa, kama nilivyotangulia kusema hili ni shamba la majaribio trial farm. Kwa nini tunakuwa na trial farms? Tuna trial farms katika maeneo mbalimbali mbali nchi nzima, lengo kubwa likiwa ni lile lile, kuhakikisha tunakuletea wewe mkulima kilicho bora, na hii ni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanatokea kila uchwao kila mwaka tunashuhudia mabadiliko makubwa. Kwa usidi kwa tujalala, tupo kuhakikisha tunakuletea kile kilicho bora, mbegu ambazo zinastahimili ukame, mbegu ambazo zinastahimili mabadiliko ya tabia nchi na mbegu ambazo zinafanya uzalishaji wa hali ya juu. Kwa hiyo hapa uh, tutatumia mbolea kutoka Yara, Yara Mila Otesha tutatumia kupandia, lakini hapa tutaweka hii uh, shamba, tutapanda mbegu ambazo ni medium maturity varieties. Ni mbegu ambazo zinakomaa kwa muda wakati ndizo tutakazopanda hapa, na mwisho wa tukio hili tutaalika wakulima wa eneo hili hmm, watakuja kufanya tathmini ya shamba hili, kuona ni mbegu ipi kati ambazo tutakao tumezipanda mahali hapa imefanya vizuri sana, ni mbegu ipi ambayo pao, wow, inawafurahisha, wanaweza wakaichagua waka kwamba sasa, hii kwenye eneo letu ndio ambayo tungeweza kuipendelea. Na, kwa namna hiyo ndivyo ambavyo tunapata mbegu mpya kila siku kama Sidiko, na kuzileta kwenu kila siku kabla ya kuleta mbegu mpya sokoni kinafanyika hiki nchi nzima, na tunapata mbegu ambayo imefanya vizuri sana katika kanda fulani, na tunatoa mbegu mpya Sidiko. Mara zote tunasema ni nyumba ya mavuno mengi na uh, mara zote mavuno bora huanza na mbegu bora. Minja Kilimo tunasema kilimo ni maisha, kilimo ni ajira. Tukutane shamba.